Haya mtazamaji, karibu sana, tuendelee mbele katika episodi ya 33. Kwa mara nyingine tena nakukaribisha sana. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr Informer, burudani inaendelea. Wakati huu basi, mtazamaji, nataka nikupe ujumbe kutoka studio e. Tunafurahi kuona kwamba sasa teknolojia imerahisishwa sana e, ukiwa na jambo lako ni rahisi sana e, kupata ufumbuzi kwa haraka Nimependa sana kuona mtaalamu huyu kutokea kule China akishirikiana basi na Dr Isiaka Hamisi Ali akikuletea basi ofa kabambe hii. Ikiwa una jambo lolote e, kati ya yale yanayoonekana kwenye skrini yako, maana yake ni kwamba unaweza kupata ufumbuzi wa haraka sana. Hebu tazama mtazamaji, ikiwa una shida ya moyo ama figo ama stroke ama basi, una shida ya baasili ama tezi dume, mambo ya vidonda vya tumbo, ama una shida ya ugumba, mambo ya kansa uvimbe, uh, ganzi, matatizo ya macho, mifupa au kwenye pingili ya mangozi, ama ngozi, ama una shida ya mayapumu, UTI sugu, matatizo ya hedhi. Kuna watu wengine wanasumbuliwa na kisukari, shinikizo la damu, eh, presha na mengine. Vipimo ni rahisi kuvipata kwa daktari Ishaka Hamisi Ali. Ukiwa na shilingi elfu thelathini ni kianzio kizuri, unaweza kufanya vipimo vya aina mbalimbali kwake na kila kitu kikawa e, kinafanyika kwa ustadi wa hali ya juu sana. Sasa inategemea wewe uko wapi, kwa sababu huyu mwamba anapatikana e, katika maeneo mbalimbali e, karibu nchi nzima e, ukitembea utampata. Tazama kwenye skrini yako, ikiwa basi e, wewe unapatikana katika moja kati ya maeneo yaliyotajwa hapo, chukua namba ya simu, alafu wasiliana moja kwa moja e, na mhusika ambaye atapatikana katika kituo pale. Lakini juu ya kwamba Daktari Isiaka Hamisi Ali ameifanya hii kuwa kwa ajili ya kila mtu, na basi nawe usichelewe, eh, wai nafasi yako. Sasa basi, mtazamaji, tazama hapa, mwanamama alikuwa bado anaendelea kusisitiza sana juu ya e, mwanadada huyu ambaye tunajua, e, kwamba yeye tayari alishajua penzi ni la Shanghai, akaamua aachilie ikiwa tutakubaliana nitakuwa na kuruhusu uendelee kukutana na Shankai na vile vile nitakupatia chochote unachotaka na Shankai vile vile. Kwa hiyo basi hii itatokana na wewe eh, kunionyesha kwamba umeamua kuwa mwaminifu kiasi gani. Mambo yako yote kuhusiana na familia yako, uchumi wako, kila kitu mimi nitakuwa na fix, na itabaki kuwa ni siri yetu, mimi na wewe. Kwa hiyo basi hebu iweke hii akilini, kwa sababu nina uhakika E, kwamba tukiweza basi kuipatia ufumbuzi hii, kila kitu kitaendelea. Basi mimi nachojua ni kama ukikubali kumwoa, basi Daomenshi Shanghai hataweza tena kumsogelea. Wala huna haja ya kuwa na haraka, nalisikia Misi Pesa. Wewe chukua muda wako kwa kadiri unavyotaka halafu fikiria jambo hilo. Mimi ninakuambia huyu Shanghai hataingilia penzi lako kabisa. Akamwambia mama, labda nikuambie kitu kimoja eh, nakupa miezi mitatu, baada ya hapo, ikiwa ujabadilisha mawazo yako tutafikiria tena. Eh, mama akasema, ha, labda nikuambie kitu kimoja. Siwezi kutoa ahadi kuhusiana na Shankai kwa sasa, ikiwa bado hujaniahidi wewe chochote, lakini nachosema sasa kitatokana n na wewe ikiwa utakubaliana na mimi. Mm, basi huyu mwanamama akamwambia, mimi nimekuelewa kabisa kile unachoniambia kwa kuwa hiko ndicho ambacho umeamua, hebu eh, basi tuone mambo yatakwenda namna gani. Nasema haya tuliyojadili leo ibaki kuwa ni siri yetu. Nasema, oh, unaona itakuwa aibu kidogo kama nitasema kwa mtu yeyote sio? Kwamba unaona itageuka kuwa sawa. Sasa basi mwana mama, eh ee, sijajua nini ambacho unafikiria lakini inaonekana una mambo mengi umeyapanga kama wiki kadhaa. Mm -hmm, basi huyu mlinzi akamwambia huyo mwanadada, hebu mwonese Yesa chumba chake atakachofikia. Huyo binti analazimishwa kukaa katika nyumba hiyo ya kwamba basi yeye si maamuzi yake kaharibkwmbi sijui kwa mm -hmm nini, lakini baada ya leo nafikiri nitafanya maamuzi yangu, ambayo ni kama unataka kumfanya mtu afurahi, hutakiwi kumlazimisha. Anaongea na mama, anaongea vile ii, ni kuonyesha kwamba mama amekalia msimamo wake, lakini binti pia alikuwa na msimamo wake Eh, hey, lakini miezi mitatu mama, eh, hey, kama umempa ah, ni kwa ajili ya pia kuilinda heshima ya familia yetu. Ah, ah. Mimi naweza nisiwe na haraka mara, lakini lakini swala la mishina, Yesa. E, nafikiri si kama ni kitu cha mm kukichukulia kwa, ah, anaonekana ah, hajakubali wala usijali, kijana atakubali tu na itatokea lazima atampenda tu. Ee, mi nakuambia utakuja kuniambia. Ee, wanataka kuniambia kwamba atamkata au ameshika. Ah, kwa hiyo unamtumia Shanghai kama mtepe. Ee, ndiyo hivyo, lazima tufanye hivyo. Ee, dawa mishi sasa kama hatabadilika tena, sijui itabaki. Lakini ukweli ni kwamba jambo linaelekea kukamilika. Mama alikuwa anajiamini sana. Sasa tunakuja huku binti akiwa ameshapewa kale ka kontena. Eh, kumbuka basi alishaambiwa na bwana mkubwa Dawn kwamba bwana, mimi nilichokiona hapa eh, naona kabisa hamna namna mimi na mimi tunaweza tukasogeleana. Akatoka na kontena lake masikini, akaenda mpaka mahala fulani. Alipofika pale eh, alifungua kale ka kontena. Eh, watu wanapita pita hapo barabarani saa hii. Ye binti yuko busy na kontena lake. Sawa basi, alikaa hapo kwa muda kidogo akiwekaweka vitu sawa sawa, alafu akafunika tena. Sasa kuna mambo ambayo ameyasikia leo eh, kwa kijana, hayo mambo hayakumbariki kabisa. Kijana alishamuonyesha msimamo wake kwamba haoni, haoni kwa namna yoyote wakija kuwa karibu tena. Hey, Chingha mambo, hebu tuketi basi hapa. Yule binti sasa hivi unaambiwa, ah, yani amezama kwa Chingha, kwenye wanaenda kwenye vipikniki vyao sasa kijana naye sasa hivi amekuwa brother men kinoma. Nafikiri sasa hivi mpaka hadi ana gari. Eh, hataki kukaa chini. Awambia nimekutengenezea keki ya chocolate. Sijui kama utaipenda. Eh, kijana anatengenezewa mpaka hadi keki za chocolate nini. Anamuuliza, kwa hiyo umepika wewe mwenyewe? Awambia ndo hivo. Eh, nimepika mwenyewe kabisa. Haya, basi binti akawambia sasa tazama. Utaanza kula ndo ule oh au ule ndo utakula. Akachagua ka, sijui ni sambusa hii eh. Kijana, naye anapikiwa vitu vizuri. Unajua mwanadada yoyote akikupenda, hizi dalili dalili hizi za kupikiwa pikiwa tu vitu tu vitu, ah, ni vitu vya kawaida. Leo si umeletewa nini, unaambiwa zawadi. Sasa, kijana, ametengenezewa mpaka juisi huu uh, binti yule uh, uh. yaani nyumbani kwao huko atakuwa amemaliza matunda yote. Mm, mama anafungua friji asubuhi akashangaa, mbona juisi iliyotengenezwa mtu amechukua juisi ya watu wawili Kijana, unaambiwa anakula anashiba, na sasa hivi anafuga rasta, hataki kuchana nywele. Anasema, sasa nitakuwa nikikuandalia kila siku. Kijana anifanya nikumbuke watu fulani kwenye kampuni moja Dar es Salaam, wanajiita hatuchani nywele. Ee, unaijua hiyo kampuni mtazamaji? Sasa angalia hapa, mbona kama kuna tumanyunyu manyunyu. Eh, umesikia tumanyunyu ee, au ni mvua inakuja? Eh, labda pengine hali ya hewa hii ni mvua. eh, sasa, ya hewa inataka kubadilika hapa. Hii ni walikuwa wamepanga kujiachia kwenye picnic yao pale, lakini imeingia doa. Hii ni kutokana na mvua ambayo inanyesha, wakiwa wanaendelea kupiga story wakaanza kulizana, kwa hiyo tutafanyaje sasa? Unajua, hata mimi nimelowa pia pia, na na na kila kitu kimeharibika. Sasa binti akaanza kujiongeza kumwambia unaonaje, labda tungetafuta sehemu tukajificha kidogo, mahala ambapo pia tungeweza kubadilisha hata nguo. Na kweli inabidi tubadilishe nguo nguo, eh tuvue kabisa nguo zetu, e, hebu twende. Akamshika mkono akachomoka pale Binti anaona raha kwelikweli, lakini hajataka kumwambia kitu chochote kijana. Basi waliondoka wakafika mpaka eneo husika. Basi wakiwa wamejificha hapo kwa sababu angalau e, mvua kule nje inanyesha, walikuwa wamebadilisha nguo, lakini sasa binti anasikia baridi. Wanasubiri nguo zao zifuliwe, alafu zikaushwe kwenye mashine zile, lakini kijana bado yuko bize na mambo yake e, akiwa basi anafanya mambo yake pale, wamebadilisha nguo, anamwambia sasa, unashangaa nini? Namwambia ai, kwa kweli kwa siku ile umenigusa sana. <todiculia> Ah, nimekugusa na nini sasa? <todiculia> Namwambia sasa, itakuwa ni, yeah, imebidi tu iwe hivi eh. Sasa ukawa anajadili pale, inaonekana binti anataka, lakini kijana bado anashindwa, anachelewa mm, kusema sasa Unajua nimekuja kugundua kwamba wewe ni mtu mzuri sana. Wewe sasa ba, kumwambia wala utusijali. Ingawa sana inabidi tuepuke sana vishawishi. Haya, wakaondoka pale taratibu wakiendelea na safari yao. Sasa tunarudi hapa tunampata kijana Unajua, si shangazi watu wanakuita shida. Inasemekana ee, pia wewe ni mtoto wa wa kitajiri, mtoto wa kitajiri. Sasa hebu tuambie sisi tukuite. Akasema nyie mniite vyovyote tu ee, bado ni mimi. Sasa hii ni baada ya kuwasimulia kilichompata, ee, kwamba alipata ajali. Baada ya kuwasimulia kilichompata, ndio basi akaanza kujadili nao mambo mengi Ke... Anamwambia sasa kwa nini usirudi? Kwa nini usirudi nyumbani? Unajua popote ninapoenda nataka niwaambie kwamba uh, mimi na nyinyi bado tutabaki kuwa marafiki. Tazamaji kwenye skrini yako, hii ni namba ya Daktari Ishaka Hamisi Ali. Hawa ni wadhamini wetu. Kwa hiyo basi nimeweka ni namba yake hapo, ikiwa ulisikia katika tangazo kuhusiana na eh, sehemu ambazo unaweza kufanya check up. <Kusara> E, basi unaweza kuwasiliana naye akakufahamisha mengi zaidi. Muulize chochote unachotaka kumuuliza e, ni mtu mzuri sana hata kuhudumia. Basi leo akakutana na mmoja kati ya watendaji wa nyumbani mwa mama yake, na yule bwana akamwambia kama kuna uwezekano twende nyumbani, mama yako anahitaji kukuona, e, ni muhimu sana. Basi alikubali, hana ubishi, siku hizi ukorofi kidogo naona umepungua. Kapanda ile gari Imagine jamaa akaitupa tu basikeli pale. Yaani ni katabia kake e, kuna muda tu anafanyaga maamuzi tu. Haya, basi walielekea mpaka nyumbani. Kumbuka wakati huo yeye hana habari e, kuhusiana na naamu, yule binti Esa kama bado yani kama yuko nyumbani kwao, kwa hiyo hu, kwa yeye amemfuatisha. Basi huyu mwamba wakaelekea mpaka maskani, baada ya kufika pale He, anafungua mlango nai anamuona yule binti kasha mm, anamwambia: kumbe ni wewe iwewe hakunidanganya iti. Nafurahi sana nimekupata sasa hatimaye umekuja nyumbani. Natakiwa nikushukuru sana kwa kweli, una uwezo wa kumpata mtu akamwambia hakuna haja ya kunipa zawadi, mimi sihitaji chochote. Labda nataka nikuambie, nataka nikupe zawadi ya kufunga ndoa na binti huyu. Nisingependa iwe ni kinyume na maamuzi yako mwenyewe. Kwao nimeshaongea na binti huyu na Yesa amesema chochote, yuko tayari, na ikiwa kuna matatizo yoyote yanayowahusu wahusu mnaweza kuzungumza na kisha mtaniambia na nitaangalia jinsi gani tunaweza kuwasiliana ili kusudi niweze kutoa e, msaada ili mweze kusolve. Unaonaje Yesa? Sasa unajua Yesa anaambiwa kitu fulani kwa sababu kuna, kuna namna alishataitiwa na mama tangu awali. Kafurahi kweli kukutana na kijana na kweli kwao ni matajiri kweli, kweli hakutegemea kama atakutana na familia kama hii. Sasa mama anawaacha wakiwa huru kule ndani lakini anamwachia bodyguard maelezo kwamba bwana uwaangalie hawa, usije ukawachukulia poa. Na sasa iandaliwe harusi yao mara moja. Kwa hiyo huyu mwanamama anataka kijana amwoe Yesa. Yesa alishaamua kwamba analiachia penzi lile kwa binti. Sasa itakuwaje? Kama uliza, hebu nikuulize, mama yangu amekuambiaje? Kamwambia samani sana, eh, eh, mimi kusema ukweli inaonekana sina pa kutokea. Mtazamaji, ndio kwanza ni chapta ya 33, na inanoga kulio, mambo si mabaya hata kidogo. Tunaendelea mbele, anamuuliza nini kinaendelea, akamwambia naomba unisamehe sana, nilikudangani. Sasa binti baada ya kuulizwa tu akaanza kusema samani, mm, akamwambia Kusema ukweli, mimi ningependa kukueleza yule ambaye ulimuona kule, wakati tulikuwa naye kule shambani, yule sio baba yangu, yule ni mjomba wangu e. Na mimi nimekuwa nikiishi haya maisha ni siku nyingi sana, naishi hivyo tu. Kwa hiyo basi nimepitia mambo mengi kusema ukweli e, katika maisha yangu mimi e, naweza kukuambia miaka miwili iliyopita niliamua kutoroka nyumbani nikijua kwamba nitaenda nitaiona dunia jinsi ilivyo. Kijana akamwambia, kumbe ndio maana hujawahi kuongea kabisa kuhusiana na familia yako, ulikuwa upendi kabisa kulazimishwa vitu usivyovipenda. Kamwambia, basi sishangazwi, ndio maana pengine hata ulitoka kule Spain kwa ajili ya kuja Taiwan, unataka uhuru wako. Kamwambia, hivyo ndivyo ilivyo, na anko ndio mtu pekee ambaye anajua kila kitu kunihusu mimi. Kumbe umepitia me mambo mengi na lakini, sasa kwa nini upitia hali kama hiyo eh? Kwa hiyo mama yangu mimi alikutafuta, halafu ndo ikawa hivi. Akamwambia eh, sasa kwa hiyo mama yangu amekulazimisha uolewe na mimi, hebu niambie, ndio hivyo? Mm, amekulazimisha uolewe na mimi si ndio eh? Mwambie haya, niambie kama amekutishia niambie ukweli. Mbjua mama yako ya inaonekana ni mtu anayejua, yani amezoea e, amezoea kulazimisha watu kufanya vitu wasivyovitaka. Lakini ikiwa basi bado wewe hujaelewa kile anachotaka. Mimi nataka wewe uishi maisha ya furaha. Tuna uwezo bado wa kuamua chochote kile, si lazima vile anavyotaka ah. Anko baada ya kuachwa kule njiani sasa amerudi kule ambako walikuwa wamekutana kwa mara nyingine e, na binti. Sasa anajiuliza huyu binti atakuwa ameenda wapi? Na si kawaida kitendo kile cha e, kuachwa na binti pale kimemtia shaka kidogo. Lakini alipata idea. Unakumbuka pale Shankai anapofanya kazi alihisi kwamba pengine labda anaweza akapata ka, mm, jamani kuna binti mdogo hapa anakuaga na uzaga, uzaga keki hapa si wewe. Kasema, kasema, ee ndio, yuko wapi? Kasema, leo bana kidogo, ni kitu cha dharura nahitaji msaada wa haraka sana akamwambia tafadhali, mama nakuomba. Anko huyu ameelekezwa mpaka nyumbani kwa Mpare eh? Na sasa amempata mama Muhaya, ndio amekuja kumfungulia mlango. Akasema samahani kidogo mama eh, lakini unamtafuta Shankai hayupo. La, naomba nikuulize, wewe ni rafiki yake? Mimi ni rafiki yake tu. Kwa hiyo Shankai yuko wapi? Ametoka kidogo na boyfriend wake. Sasa mama alipomuuliza, alipomjibu hivyo, anko ndo kabisa stim zinakatika. Haya basi tunaendelea mbele mtazamaji. Siku ile usiku unaweza kuona Shankai bado alikuwa amesimama tu ameganda. Unajua kuna ile hali mtu unakuwa nayo e, inakuwa kama vile umepigwa na butwaa. Basi Shankai inaonekana alikuwa na vitu vingi sana kichwani, yale ambayo aliambiwa na Daminshi ule mchana, yaani mpaka sasa yamemvuruga kabisa. Kuna muda anakuwa anahisi kama au ni yeye ndo kabadilika. Akaanza kujitazama akasema, ah, mimi ni mjinga sana si. Yaani ni mpaka nimeachwa na nasema, ai I see. kwa kusema naemakwakusema ukweli hata sasa anaongea na yeye nasema hapo, nawenyewe unalengwa na machozi hmm. Hakutaki ha. kama kama hujapenda nilichosema basi, basi nipige nipige nipige. Sasa anaongea mwenyewe kwenye kioo. Katokea mtu mmoja akamuuliza uko sawa? Na wewe unataka unataka nini kunipiga? Nasema nipige basi, nipige. Inawezekana kila mtu ananiona ni kichaa. Natamani ingekuwa hivyo, labda pengine basi ningeeleweka. Maana yake sasa sijui hata navyojisikia tena, kuna maumivu makali ndani ya moyo wangu. Binti anaongea mwenyewe. Kusema ukweli, ana hali fulani inampiga kwa wakati huu e. Hali hii inamfanya ajisikie ni, sintof, ni sintofahamu fulani imempata. Mapenzi yanamtesa kwelikweli kweli. Mtazamaji, ofa ya daktari wetu eh, Ishaka Hamisi Ali ndio hiyo hapo kwenye skrini yako. Tazama hapo, ni nini kinachokusumbua wewe eh? una tatizo gani la kiafya eh? Chagua hapo katika yale ambayo unadhani yanaweza kuwa yanakutatiza, alafu basi kama ikiwa unaweza kuona linalokusumbua, unaweza kuwasiliana na daktari mwenyewe eh, Ishaka Hamisi Eh, kwa nambari zinazoonekana kwenye skrini yako hapo na, anapatikana mpaka WhatsApp, eh? Wasiliana naye mara moja. Lakini pia nilitoa maelezo kwamba basi, huyu daktari ikiwa basi e, hujui, e, ni kwamba pia huyu daktari ana vituo vya afya karibu nchi nzima huyu basi ndiye ambaye anafanya mambo yawe rahisi kwa teknolojia ya kisasa sana. Lakini vile vile basi tazama mtazamaji. E, katika skrini yako hapo e, ikiwa basi uko mkoani e, nataka nikuambie wewe, angalia uko mkoa gani alafu chagua e, nambari ya simu ambayo iko katika mkoa wako hapo e, basi unaweza ukapiga simu kuuliza e, kituo cha afya katika mkoa wako kiko sehemu gani, na ukaenda ukapata huduma kama kawaida. Huyo ndio daktari Isaac Hamisi Ali, mtu mmoja genius kweli kweli. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr Informer. Nitakuwa nikiweka namba ya daktari mara kwa mara kwenye skrini yako na basi, itakurahisishia wewe mtazamaji eh, kujua jinsi ya kuwasiliana naye, yako maeneo mengi sana. Kwa hiyo basi tumia nambari unayoona kwenye skrini yako hapo, itakusaidia kupata eh, maelezo zaidi. Binti akiwa hapa basi akapokea simu moja, simu ikawa inaita pale. Unaona mambo, binti alipopokea ile simu, inaonekana pana mazungumzo mazito yalikuwa yakiendelea. Haya, unaweza kuona basi eh, kijana huku nako E, alikuwa katika hali hii. Ni baada ya kumpigia simu na wakakutana. Sasa namwambia umekuja kufanya nini. Nini, nini kinachokutatiza? Mimi na wewe tulizoea kukaa katika mazingira kama haya e, tunakaa tunatazama mbali mwezi siaka e, tunaliwazana kidogo. Naona bana, sasa kipindi hiki wewe ukumbuki kitu chochote? Wakawa wamekaa pale wanapiga stori. Mwambie kama kuna kitu kinakuumiza, unaweza aaa tu, kulia. Lia tu hata kama huwezi kuniambia, wewe unaweza hata ukalia tu Eh, kwa sababu, eh, ikiwa kuna kitu kinakuumiza na hauna namna nyingine ya kukitoa moyoni mwako, hiyo ndio njia pekee itakufanya uwe sawa. Mimi nishachagua kuwa sintolia tena. Sihitaji kulia tena. Naona kama nimelia sana. Sasa imetosha. Binti aliongea maneno fulani mazito sana akamwambia shankaye ni pintu. Kano, unaniona mimi ni mtu katili sana. Na inawezekana unaona kama nimeupasua moyo wako vipande vipande. Akamwambia kama kwako unajisikia uko sawa tu. Wala una haja ya kufikiria sana. Mimi hata hivyo sikuoni wewe kama ni mtu katili sana. Unajua hakuna mtu amewahi kuniuliza mimi napenda nini. Kwa hiyo basi kila kitu ulichofanya wala kihusiani na wewe kuwa na ukatili wala. <coughs> Kamwambia, kwani we unawaza nini? Sasa mtazamaji, tutakutana kwenye episode ya 34. Kuna mwendelezo mzuri sana katika maongezi yao hapa, yatakushangaza sana. Usikose episodi ya 34.